Rapa 50 Cent anatumia njia zote kumwonyesha rais wa Marekani Donald Trump kuwa Didi hakuwa mtu anayemuunga mkono licha ya kuwahi kuwa marafiki, baada ya Trump kusema kuwa kwamba ataweza kuangalia uendeshaji wa kesi ya Didi ili aone namna ya kutoa msamaha wa rais. Uongozi wa watu weupe kama Trump. Kabla ya kushia video hiyo, 50 Cent alishia ujumbe na kufuta akisema kuwa kwamba Trump sio sawa. Nitatuma ujumbe ili ajue jinsi ninavyohisi kuhusu mtu huyu. Donald hapokei vyema kuheshimiwa na kusahau wale wanaoamua kumpinga wakati anafanya kazi kwa bidii kuifanya Marekani kuwa bora tena. Hakuna nafasi ya vizingiti. Angeweza kufikiria kumpa msamaha yeyote anayeteswa isivyo haki, lakini si kwa Puff Daddy, na huyu ni msanii wanapo kutoka nchini Marekani baada ya baada ya Donald Trump kutoa neno kwamba atakuja kuangalia namna kesi kuendeshwa kwa, kwa... PDD ili kuweza kuangalia namna ya kusoa msamaha lakini baadhi ya, ya, wow. Ni mwendelezo wa kesi inaozidi kumkabili PDD. Baadhi ya wasanii wameibuka wa nchini Marekani wameibuka na kuanza kudai kuwa kwamba si haki PDD kupewa msamaha wa rais ikiwa baada ya Donald Trump kutangaza kitu hicho. Na nikukumbusha kwamba wewe mtazamaji wa Chapesa Media usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuendelea kupata zile updates mpya. Jina langu Leila Wambura. See you next time. Bye bye.